Tumesema kwamba ukiota nazini ni lengo kubwa la shetani kukunajisi na kukuchafua. Kwa shetani anapotaka kukunajisi na kukuchafua, kitu anachofanya anakupa ndoto za kuota na zini. Sasa tunataka kuja kuangalia ndoto za kuzini zimegawanyika za, katika, katika namna ngapi. Kuna watu wanazini ndoto za namna wanaota wanazini katika namna tofauti tofauti. Kuna mtu anaweza kaota anazini na ndugu zake na mwanandugu wakaribu wa familia yake. Kuna mtu anaweza kaota nazini, na, na zini mwanafamilia. Kuna mtu anaweza akaota nazini na, na mtu ambaye hamfahamu. Hizo ndoto za namna zote zina maana tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kaba tujafika hapo mbali, tuangalie kwamba ni madhara gani yanayotokana na kuota ndoto za kuzini mara kwa mara. Je, kuna madhara ya namna gani? Unaweza kaniuliza mtumishi wa Mungu, je, kuna vitu gani ambavyo mtu anaweza akadhurika mtu ambaye anaota ndoto za kuzini mara kwa mara au unaweza kusema mtumishi wa Mungu mimi nina tabia ya kuota hizo ndoto mara kwa mara je mimi kuna madhara gani ambayo ninaweza nikayapata nisikilize nikwambie mtu wa Mungu jambo la kwanza kubwa ambalo wanalipata watu ambao wanazini ni kukosa uzazi ini kwa mwanamke au kwa kwa mwanamume nini kwa sababu mara nyingi watu wanaokuwa wanazini wanakuwa na wanamume au mke kiroho kwa hiyo kinachotokea sasa yule, yule mume au mke wa kiroho anafunga uzazi wa huyu mtu, ili huyu mtu akishindwa kupata uzazi kwa mume wake au mke wake achike. Akishaachika Una, jini lenyewe linajitawala lenyewe. Yule mme wa kiroho au mke wa kiroho anajitawala mwenyewe, na ndio maana unaweza na kujikuta wa kuna watu wengi waliolewa baada ya kukosa uzazi kwa muda mrefu wakajikuta wanawachika wana. Kwa nini? Kwa sababu ni lengo ya huyu mke au mume wa kiroho au wengine wanaliita jini mahaba, linakuwa na tabia ya kumfunga mtu uzazi, ili ikishamfunga mzazi, likishamfunga li ule uzazi achike, akisha chika, libaki lenyewe peke yake. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni madhara ambayo yanatokana na ndoto, na yule mtu ambaye anaota ndoto za kuzini mara kwa mara, kama tulivyosema hapo nyuma, ya kwamba mtu anayekuwa anaota anazini mara kwa mara ni dalili kubwa ya kwamba huyu mtu amevamiwa au amefunga ndoa za kimajini katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa madhara ya pili, ukiachana kukosa uzazi, ni kukosa mme au mke. Huyu mtu anakuwa anakosa mme au mke. Unaweza kujikuta kwamba ni dada mzuri kabisa, ana sifa zote za kupendeza, ana kazi, ana nyumba, au ni mwanakaka, ni mwanakaka mtanashati kabisa, ana nyumba, ana gari, ana kila kitu katika maisha yake, lakini unakuja, inapokuja swala kuolewa, au mtu anaweza kuoa au kuolewa, mtu inakuwa ni shida, ni shida sana. Kuna mtu mmoja nilimwombea kutoka Morogoro, ni mtumishi wa Mungu fulani, akawa anakuja ananiambia, mtumishi wa Mungu, mimi katika maisha yangu nina shida kubwa. Nikamwambia, na shida gani? Akaniambia, mpaka sasa hivi na miaka 42. Na mimi ni mtumishi wa Mungu lakini katika maisha yangu nimeshindwa kuoa mpaka sasa. Nina kila kitu, nina nyumba, nina mashamba, nina vitega vya uchumi vyote ambavyo unaweza kuvijua. Mtumishi wa Mungu, mimi si wa kukataliwa na mwanamke wa namna yote. Nikamwambia sawa. Nilipokuwa na katika kumwambia Mungu, akanisemesha nilikuwa namwambia kupitia kupitia simu, akananiambia kwamba huyu amefungwa, ana ndoto za kimajini. Nikamuuliza je, ndoto zako unazo hata ndoto za, za namna gani? Akananiambia mtumishi wa Mungu, uwezi amini, huwa na namna nyingine na anaota kwamba ninafunga harusi Nafunga harusi niko chini, niko niko pembezoni mwa bahari. Nikamwambia okay, ndio hicho tu ninachoota. Anambia ndio. Nakwambia unamkumbuka huyo mwanamke ambaye unamwota? Anambia hapana simkumbuki. Nikamwambia sawa, haina shida nitakuombea. Nilimwombea, ulikuwa ni mwezi wa nane. Kufikia mwezi wa 12 akaniambia mtumishi wa Mungu njoo kuja kutufungisha ndoa Morogoro. Nikaenda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba huyu mtu alikuwa amekosa mke sio kwa sababu alikuwa hana sifa za kibinadamu, hapana, ila alikuwa amefunga ndoa za kimajini az za za kuzini sasa ndoto na nili madhara mengine ni kwamba mtu alioolewa anakuwa na migogoro ya kwenye ndoa. Unakuta mtu kaolewa au mtu kaoa, lakini kunakuwa na migogoro ya kwenye ndoa. Tukatai kweli, kuna muda ambao nyie kama binadamu mnaweza mkawa mnakosana, kwa sababu hamjadaliwa pamoja na kila mtu ana akili ya namna yake, lakini kuna ile migogoro mingine, mgogoro hauna kichwa wala hauna mguu kuna kwamba kuna kifungo fulani ambacho kinatokana na, na, na ndoto ambazo unakuwa unaota siku za kuzini. Una mume au mke kiroho, kwa hiyo yule, yule, yule mwanamke au mume wa kiroho tayari kuunganishwa naye yule mwanamke hawezi akaruhusu wewe ukawe na mahusiano ambayo yana afya. Hawezi akaruhusu wewe ukawe na mahusiano na na na ambayo yale ni mahusiano mazuri kwa sababu ana wivu ni viumbe vya kiroho lakini bado vina vina behave kama wanadamu tamo behave. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa namna mbalimbali mbali ambazo watu wanaota wanazini, kuna namna mbalimbali mbali ambazo watu wanaota wanazini. Sio kila mtu anaota wanazini kwa namna ambayo wanaota wanazini, hapana, kuna namna mbalimbali, na hizo namna mbalimbali mbali za kuota wanazini zina maana mbalimbali pia. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Sasa kuna mtu anaota anazini na mtu asiyemjua kuna mtu unaota kabisa unazini katika ndoto ndo, ndo, ndo zako. Yani unakuwa ukilala kila siku unaota unazini unazini, unazini, lakini ule mtu ambaye unazinai katika ndoto ndo, ndo zako ni mtu ambaye humjui, hii inakuwa na maana gani? Inakuwa ina maana kwamba shetani anataka kuleta mashambulizi au shetani anataka kupitisha kitu fulani katika ulimwengu wa roho, lakini anataka kupitisha kupitia mtu wa mbali, sio mtu wa karibu, ni mtu kutoka mbali ninavyosema mtu kutoka mbali anaweza sio kwamba mbali, mbali kwa mbali kwa maanisha location hapana, inaweza kuwa ni mbali kwamba sio mtu ambaye anatoka katika familia yako, sio mtu anayetoka katika ukoo wako, anaweza kuwa ni rafiki yako. Katika ulimwengu wa roho huyo ni, anasema kama nini? Kama mtu wa mbali, kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba adui wa mtu ni yule ndani mwake. Kwa hiyo unavyoota, unavyoota na una, una unazina mtu usiyemjua inamaanisha kwamba kuna mashambulizi ambayo unapokea kutoka katika ulimwengu wa roho, lakini haya mashambulizi unayopokea hayatoki kwa mtu aliyepo karibu, bali anatoka kwa mtu aliyepo mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wengine wanaota na zini na mchumba wake au boyfriend wake. Sasa hapa watu wengi wana wamekuwa kijifariji kwa muda mrefu. Sasa sisi vijana wanaokuwa wanaota na wanazini na na na, na, na, na, na, na wachumba wao wamekuwa kisema kwamba ah, haina shida, sinaota na zini na mchumba wangu, sinaota na zini na boyfriend wangu, haina shida, haiwezi kani haiwezi kani fanya chochote, si mchumba wangu. Mtu wa Mungu usijidanganye, angekuwa ni mchumba wako asije kujia katika ulimwengu wa roho, angekuwa ni mchumba wako asije kujia katika ndoto, angekujia kabisa hivi, anikwambia bwana, si wa wa kuna moja mbili tatu lakini unavyoota unazini na mchumba wako, au unazini na boyfriend wako, hii inamaanisha kwamba ni jini au ni, ni kitu fulani cha kiroho ambacho kimevaa sura na mfano wa yule mchumba wako. Inajua kabisa. Unajua kuna watu wengi katika ulimwengu wa roho ni mabishi. Mtu anaweza mtu anaweza akaota anaweza akaota nazini na nina na, na, na, na, jini inajua kabisa, mimi nikija kwa sura ya mtu nisiye mjua kwa kwa, kwa namna yeye mtu alivyo atakataa. Sasa ili kumfanya akubali, ninakuja kwa namna ya mtu ambaye anafanya nini? Anampenda. Kwa unaota unazini na mtu unayempenda, sio kwa sababu unazini, sio mtu ambaye unampenda, hapana, ila ni jini linakuwa limechukua mfano wa yule mtu unayempenda. Ninajua kabisa nikija kwa mfano wa mtu unayempenda utakubali kuzini. Kwa hiyo shetani anakuwa anapitisha vile vitu, anakuwa anapitisha yale, anakuwa anapitisha yale mashambulizi kupitia yule mtu unayempenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna ndoto nyingine za namna hii za kuzini, kuna watu wanaota kwamba wanazini na wanafamilia, aidha anaweza kuwa dadake, aidha anaweza kuwa mdogo wake. Wana Aidha kwani, aidha kwani ni babake au mamake. Kuna hichi kitu nilikuwa naongea juzi nilipokuwa katika nani redio moja. Nilikuwa naambia kwamba, nilikuwa naambia kwamba watu kwamba kuna watu wanaota wanazini na watoto wao. Kuna watu wanaota wanazini na wazazi wao. Ikaonekana ni kitu cha ajabu sana, hata yule mjumbe mtangazaji wa redio akanishangaa. Lakini nimetoka pale nikapigiwa simu. Na mtangazaji nikiwepo naye, aka, kuna mama mmoja akanipigia akaniambia, mtumishi wa Mungu, ni kweli, mimi na mtoto wangu wa kiume nimeshaota nazini naye na ninavyozini naye ananitukana matusi ya uoni. Nikamwambia yule mama, nikamwambia yule mtangazaji ni ni ni na na nika nika umeona nilivyokuwa nasema hivi? Kwenye video nilikuwa naonekana labda mtumishi unaongea kitu gani, lakini hivi ni vitu ambavyo vinawatesa watu wengi katika maisha yao. Mtu anaota nazina ndugu yake wa karibu, mtu anaota nazina mwanafamilia wake. Sasa hii inakuwa ina maana gani? Maana ya kwanza, hii ndoto ambayo inakuwa imebeba, inakuwa ina maanisha kwamba kuna maagano ya kifamilia ambayo yapo kwa namna mbaya, ambayo, ambayo sio nzuri kwenye familia yenu, kuna maagano ya kifamilia au kuna vile vifungo vya kiukoo. Maana kuzini kibibilia, zamani watu waliokuwa na zini wengi, waliokuwa na zini hizo, ndoa za za watu wa karibu walikuwa ni watu ambao wana maagano mabaya maga. Ukisoma katika hichi kitabu cha Mambo ya Walawi, tunasoma kwenye Biblia Mambo ya Walawi, hii sura ya 18 mstari wa 19, angalia kitu cha ajabu anachosema mtume wa Mungu, anasema hivi: nawe usimkaribie mwanamke kumfunua utupu wake wakati wa kutengwa kwake. Kitabu cha Walawi, Walawi 18 mstari wa tisa. Sorry, sio mstari wa 19, mstari wa tisa inasema hivi, inasema utupu wa umbu lako, binti ya baba yako, au binti ya mama yako, kwamba alizaliwa nyumbani mwenu au kwamba alizaliwa kwen, kwengine, utupu huo usiufunue. Biblia inakuambia kwamba utupu wa umbu la baba yako, umbu ni lugha ya Kibiblia inamaanisha dada yako Ukisikia wanasema kwamba na nili, Yesu akakutana na maumbu zake, na maana Yesu akakutana na dada zake. Unaposikia kwamba Maria akawa na maumbu zake, na maana Maria alikuwa na dada zake. Kwa hiyo unaposikia umbu, ni lugha ni Kiswahili cha zamani ambacho kinamaanisha dada yake. Sasa anaposema kwamba usifunue utupu wa umbu wako, au mtu yote alipo ndani ndani, ndani, ndani ya nyumba yenu, anamaanisha kwamba mtu yeyote alipo ndani ya familia yenu unatakiwa kufanya nini? Kulala naye, na kweli hicho kitu unakijua, mtu wa Mungu ulaanai, na kweli ulala naye, lakini unashangaa ukiota katika ndoto, unaota unazini na mtu wako wa karibu yako ni kitu kibaya sana, ambacho watu wengi wanashindwa hata kuambia watu wa Mungu, kwa sababu wanaogopa kwamba, eh nikimwambia mtu wa Mungu atanionaje kama mimi nazini na dadangu? Ataniona mimi ataniona mimi ni mbaya, ataniona mimi ni mchafu, ataona tamaa ambayo ninayo imezidi, imezidi kipimo. Lakini ni kitu ambacho mtu wa Mungu anatakiwa asaidiwe kwenye maombi, ni kitu ambacho anatakiwa tukuombee na Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukisoma katika hichi hichi kitabu cha Walawi 18:11 bado naendelea kuelezea habari hizo hizo. Ukisoma hata katika kitabu cha Walawi 18 mstari wa 6, anaelezea habari hizo hizo. Sasa kuna ndoto zingine, kuna ndoto zingine. Ndoto ya nne ambayo watu wanaota mara kwa mara ni ndoto ambayo unaweza ukawa unaota unafanya mapenzi ya jinsia moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaongea hivi vitu kupitia ndoto, kwa sababu ni vitu ambavyo vinawatesa watu wengi. Mtu ana, ana, ana, anaota anafanya anafanya anafanya mapenzi ya jinsia moja kwenye ndoto. Kiuhalisia huyu mtu sio kama anavipendelea hivyo vitu, wala sio kama mtu anayefanya hivyo vitu, ila ni mtu ambaye anaota anafanya mapenzi ya jinsia moja. Sasa hii inamaanisha ina nini? Inamaanisha kwamba hii ni ishara ya kukabidhiwa uchawi au kurithishwa uchawi. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu watu ambao wanarithishwa uchawi huwa wanafanya hivi vitendo kama namna moja ya ku pass kile kitu ambacho kiko ndani yake, kama namna moja ya kukitoa kile kitu kilichopo ndani yake na kukipeleka kwa mtu mwingine. Kwao wanakuwa wanafanya hivyo, ni kama tamaduni fulani ya kiroho, ambayo ni kama ibada fulani ambayo inafanyika, ili wao kupata kupokea kitu kibaya kutoka katika roho, hasa uchawi au majini. Wakiwa nda kukabidhiwa, ndio wanafanya kitu cha namna hiyo. Najua kuna mtu mmoja anaweza kana ongea naye sijui yuko sehemu hii sijui, si yuko yuko sehemu gani Tanzania, lakini anasumbuliwa na ndoto za namna hii kwamba yeye anakuwa na wanaota kila usiku anaota anafanya na mapenzi ya jinsia moja, lakini sio kwamba yeye ni mtu ambaye anatibia za namna hiyo, lakini ni kitu ambacho akila katika ndoto kinatokea, na shetani anakufanya ufanye hivi kwa sababu anajua kwamba haya ni machukizo kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akikuona akikuona watu wanafanya hivi kitu katika katika ulimwengu wa roho anaweza kamruhusu shetani akupige katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu shetani anakuwa na kibali cha cha anakuwa na kibali cha kutesa wewe, kwa sababu umekuwa umefanya nini? Umeifanya hicho kitu katika ulimwengu wa roho. Sasa ukisoma katika kitabu cha mambo ya Walawi, hii sura ya 18 mstari wa 22 Biblia inatuambia kwamba usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Biblia inasema kwamba usilale na mwanaume mfano wa kulala na mwanamke, yani wewe mwanaume usilale na mwanaume mwenzako kama unavyolala na mwanamke. Hapana, yani machukizo mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa unavyoota ndoto ya namna hii, mtu wa Mungu. Tafuta msaada kutoka kwa mtumishi wa Mungu yeyote aliyepo karibu na wewe. Tafuta msaada wa kiroho, hii ni hatari. Na muda mwingine inaweza kawa ni kitendo au ni roho ambayo shupia shetani anakutubia, roho ya kupenda mambo ya kupenda kufanya vitu vya vya namna hiyo. Sasa hii kitu kinaanzia rohoni afikia kuja mwilini. Unajikuta baada ya muda umeanza kujisikia hali ambayo sio nini ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa namna ya tano ya ndoto ya kuzini ambazo watu wanaota. Mtu anaweza kaota na zini na bibi au babu mzee. Unaota na zini na mtu ambaye amekushinda umri mrefu sana na pia ndoto inaweza kuwa na maana moja, inaweza kuwa ni, ni, ni kwamba unakabidhiwa mikoba ya kiuchawi kuna. Binti mmoja alikuwa anatokea Mwanza, ndamuhifadhi jina lake. Nilikuwa namwombea Mungu, Mungu akanifunulia akaniambia kwamba huyu mtu anateswa na, anateswa na hii mikoba ya uganga kwa sababu babu yake alimpa hivi vitu kupitia gano la uzinzi. Kwa cha kufanya, nikaambia kwamba inatakiwa umwombee huyu mtu uvunje ile uganga la uzinzi alionao, no? ile uganga ile, huo uganga aliopewa kwa njia ya uzinzi alionao. Nikamuuliza, nikamuuliza yule dada, alikuwa chuoni, mwana chuo, nikamwambia kwamba je, ushaiota wote unazini, unazini na na babu yako? Akaniambia ni kweli, mtumishi wa Mungu, na hicho kitu kimeshaitokea mara nyingi sana kwenye maisha yangu. Tena niliota nazini na babu yangu kipindi ambacho ya nilikuwa na babu yangu anakaribia kufa unaona vitu vivyo vivyo vivyo na mahusiano kwamba huyu mtu aliota na zini na babu yake pindi ambacho babu yake anakaribia kufa. na babu yake nikamuuliza, babu yako alikuwa na tabia gani? Akaniambia babu yangu alikuwa ni mganga wa kienyeji. Unaona, ni uganga wa kienyeji ambao ulikuwa unasafirishwa kutoka kwa kwa babu kuja kwa nani, kuja kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa madhara ya kuota unazini, madhara gani ya kudumu ambapo unaiota unazini, unayoenda kupata ni kudumaa kwenye mambo yako au kusimama mambo yako mengi, unajikuta unafanya hakuna msimamo hayaendi mbele, hayafanyi hivyo, hayaendi hivyo, unajua <laughs> kama tulivyosema katika Biblia, katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ule, ile sura ya sita mstari wa kumi na sita Biblia anasema kwamba mtu aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja na kahaba. Kwa hiyo kinachotokea shetani anaweza akatuma aka jini au mchawi, akitaka kusimamisha katika uchumi anaweza akatuma jini fulani ambalo hilo jini lina mikosi ya ya ya ya ya ya, ya, ya, yani jini lenyewe lilivyotengenezwa li, ni jini ambalo lina mikosi yani limebeba mikosi au laana ya kuto kuendelea katika mambo katika mambo ya katika mam, katika mambo yote yale yani ambayo mtu anayafanya. Kwa hiyo ile jini linatumwa nawe katika ndoto, lina, kinafanyika kitu kama ulale nalo ukishala nalo ukishato na, nalo tu ile mikosi kosi ya lile jini inakuwa ni ya kwako, zile laana za lile jini inakuwa ni ya kwako, ule umasikini ambao lile jini limepandikizwa ndani yake, unajikuta unakuwa nini, unajikuta unakuwa kwako ni kwa nini? Sio kwamba wewe unaiva vitu, ila ni shetani anajua, anajua idea ya kwamba mtu, ana, ana, mtu kilala naye katika ulimwengu wa roho, unakuwa nini? Unakuwa ni mwili mmoja naye, unakuwa una share lango la baraka na lango la laana, unakuwa ni moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine ambacho kinatokana na hizi ndoto za kuzini ni kukataliwa au kwa Kiingereza wanaita rejection, unakuwa ni mtu kukataliwa sana. Unajua kuna mtu mwingine unaweza kuwa katika familia yenu. Kwa mfano, mtu mwingine anaweza kana ongea vitu vya kawaida na kubaliwa tu, sio kama anakubaliwa kutokana na status yao nao, sio kama anakubaliwa kutokana na hela na hela hizo nazo, ah ah, ila ni kwa sababu tu ana kibali. Lakini wewe unajikuta kama unaongea kitu ambacho ni point kweli, unaongea kitu ambacho ni cha ukweli kweli, na kila mtu akisikia, na mwenyewe unashuhudia kabisa ah, unasikia ndani kwangu, unajisikia ndani yako kwamba hichi ni kitu kizuri kabisa jamani ninachoongea, hata nikitakapoongea nitaungwa mkono sana na watu wengine. Lakini unashangaa baada ya kusema unakuwa ni mtu ambaye kila mtu anakupinga, kila mtu anataka kusikiliza, au hata tutakwambia umesimama tu kuchangia anakuambia naye ni yule yule naye huyu kiasi kwa anachangia asione tu mada yote anachangia. Kwa hiyo unajikuta watu wanasema kitu cha namna hiyo, kana kwamba wanashindwa hata kuzingatia kile kitu ambacho wanataka kufanya nini, wanataka useme. Kwa hiyo ni moja, kwamba dalili hiyo ni moja kati ya madhara makubwa ambayo anatokana na hizi ndoto za namna hii, ndoto ambazo unaona ukiwa unafanya nini, unazini. Sasa sala la tatu, ukiota unazini, tumesema kwamba ukiota unazini afu kwenye ndoto uko kwenye ndoa kinachotokea ni ndoa inafanya nini zinavunjika. Ndoa nyingi zinavunjika siku hizi kwa za watu wengi, ni kwa sababu watu wengi wamekuwa wakizini katika ndoto. Watu wengi wamekuwa wakilala na, na majini katika ndoto. Watu wengi wamekuwa wakioa wakioa wakiota na ana mume au mke wa kiroho katika ndoto, kwa unakuta ndoa za watu wengi zinafanya nini zinavunjika, na hili limekuwa ni tatizo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuja kutisha semina ya, ya watu walioko katika ya wanandoa. Nitaendelea vizuri sana. kuna baadhi ya vitu siwezi nikamsema hapa maana hizi content zinaangaliwa na watu wa hizi zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa madhara ya nne una nika, na kwa ni kwamba inaweza ikapelekea kwa wale wajawazito mimba ikatoka. Unaota unazini. Kuna mgeni anamwambia mtumishi wa Mungu, nimeota nazini, asubuhi nikaamka nika nikaona kuna kuna damu damu, na kuna vivazi vipande vya nyama vinatoka kutoka katika sehemu zangu za siri, baada ya hapo mtoto hayupo au baada ya hapo mtoto ameharibika. Haya ni madhara yanatokana nini? Na ndoto hizi za kuzini mara kwa mara katika ndoto zako. Ni wewe ni mjamzito lakini bado unaota unafanya nini? Unazini. Sasa kitu kingine cha tano za madhara yanayotokana na kuzini ni ustai, matatizo ya uzazi kwa wanaume, matatizo ya uzazi kwa wanaume, matatizo ya uzazi kwa wanaume yanaweza kusababishwa na huyo mke wa kiroho ambaye unakuwa unazini naye katika ulimwengu wa nini, wa wa kiroho. Sasa yule mke anaweza unajua, kitu ambacho wa watu wajui watu ni kwamba jini lina tabia kama za mwanadamu, au pepo lina tabia kama za mwanadamu. Pepo linaweza lika behave kama mwanadamu anavyo mwana behave kwao. Pepo linaweza lika linawivu juu ya maisha yako, ya hata kama mwanamke mwingine kwa sababu na nyeli na lina lina walali na lina agano la kindoa na wewe katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo inaweza ikakufanya wewe usijisikie kitu chochote unapokuwa una, una ukimwona mke wako, usijisikie namna yote unapomwona mume wako, mume wako au mke wako. Kwa hiyo unajikuta kwamba limekuwa ni tatizo kubwa katika katika ndoa. Mtu unajisikia unapomwona mwenzi wako, unajisikia kunaniliki kuwa na ushirika naye kama wana ndoa, unajikuta limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa nini? Ni kwa sababu unakuwa unaota ndoto za kuzini mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Ndoto nyingine ya nne kubwa ambayo watu wanaota sana katika maisha yao na imekuwa ni ndoto ambayo ni changamoto sana, kuota unakula mara kwa mara katika ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nitaingia ndani kidogo. Unaota unakula mara kwa mara katika ndoto. Umekuwa ukijiuliza mbona kila siku mimi Mkuna, kuna tena kuna nyingine, hali imekuwa ni mbaya kiasi kwamba anaota anakula asubui, Mkutana, atu, anamdayo, na akiamka asubuhi anaamka tumbo lake limejaa. Umekutana watu wa namna hiyo, na nimeombea sana, Mungu amewafungua. Mtu ana, ana, ana anaota anakula lakini akiamka asubuhi tumbo limejaa kabisa, ameshiba. Anakwambia mtumishi, nao nilikuwa naota ni na nakula, nikiamka asubuhi na kujikuta nimefanya nini, tumbo langu limejaa kabisa, kana kwamba ni mtu ambaye amefanya nini, mtu ambaye amekula. Bwana Yesu asifie sana. Sasa hii inakuwa inamaanisha ina, ina, ina, kwamba kuna kitu ambacho wachawi wanakuwa wanataka wakipitishe kupitia ndoto na mara nyingi uchawi huu wa chakula kwa watu wanalishwa katika chakula, chakula. Mara nyingi huwa unakuwa unalenga kupitisha magonjwa mbalimbali katika maisha yako. Kwa mfano, madhara makubwa yanayotokana na kuota unakula chakula katika ndoto ni ugonjwa wa uvimbe. Watu wengi sana ambao wanasumbuliwa na uvimbe leo hii wa kichawi ni wale watu ambao walikuwa mara nyingi wanaota wanakula. Na nataka nitoe hapa angalizo mtu wa Mungu. Ogopa sana mtu ambaye anakuuliza unatembea naye anakuuliza what is your favorite food? What is your favorite nini na nini? Kuna watu i wanauliza katika lengo zuri na nia nzuri. Mtu an anakuuliza kwa nia nzuri na lengo zuri anataka kukupa zawadi. Lakini sio kila mtu ambaye anakuuliza kitu cha namna hiyo anakuwa na lengo zuri na wewe. Kuna mwingine anaweza kukwambia what is your favorite food? Yaani chakula chako pendwa ni nini ambacho unakipenda kula kuliko vyote? Ili ukimwambia ndicho chakula ambacho anakuendelea katika ulimwengu wa roho hivi ili anapokuja kukulisha usikupitisha magonjwa na laana na mikosi, uweze kukila kirahisi. Kwa mfano kama unapenda, unapenda unapenda unapenda sana ugali hawezi akakuletea uwezo uwezo kwa mtu anakula wali hata siku moja katika katika ndoto. Wale ambao tukuletea matatizo haiwezekani, utaletea ule ule ugali unaoupenda kula, ili hata utakapoona katika ndoto utafanya nini ule. Na ndio maana kila mtu anakuambia mimi, kila nikilala ninaota nakula vyakula vitamu vitamu tu, unamwambia wewe, hujaota unakula bamia, unakula mlenda. Anakuambia mimi, sijaota, kila siku nikilala ninaota nakula kuku, kila siku nikilala ninaota ninakula samaki, kila siku nikilala ninaota ninakula nyama Kwanini, wachawi, kujua, komba, kulagani, no, kwa nini wachawi wamekwisha kujua kwamba ni vyakula gani unavyovipenda? Kwa hiyo wanatumia advantage, wanatumia wanateka advantage ya chakula unachokula ili kupitisha vile vitu ambavyo, no, unafanya nini? Vile vitu vile vitu vibaya vibaya vile vitu, vile vitu, katika nini katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika hii Mwanzo tatu, sura ya tatu, unaweza ukaona kwamba dhambi iliingia kupitia chakula dhambi kwa kuingia kupitia kitu kingine. Nitakufundisha fumbo, nitafumbua fumbo moja siku ya leo, watu wa Mungu. Watu wanasema kwamba Adamu sijui alivyokula tunda, maybe alizini na nani, alizini na Eva. Nataka nikuambia mtu wa Mungu, hicho sio kitu ambacho ni cha kweli. Kwa nini? Kwa sababu mtu huwezi ukazini na mke wako. <laughs> Mungu anawapa amri ya kuzaliana. Adamu na Hawa kutoka pale bustani, anamwambia Bwana, endeni mkafanye nini? Mkazaliane. Kwa nini? Mungu alikuwa anajua kwamba ili kuzaliana lazima afanye hilo tendo la namna hiyo. Kwa hiyo, Mungu ulikuwa hamna haja ya kumkataza Adamu kulala na mke wake, ilikuwa hakuna haja ya kufanya hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu uwezi ukalala uka, uka, uka, uka na mke af wako afu mtu akakumbia unazini. Kwa hiyo achana hao watu wanaosema kwamba oh, sijui chakula, sijui tunda lilikuwa sijui ni kitu gani, sijui ilikuwa labda ni tendo fulani fulani. Hapana, yule alikuwa ni mke wa Adam wa halali kindoa ana uwezo wa kula naye ili kupata nini? Kupata watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dhambi inakuja kuingia katika Mwanzo tatu tatu iliingia kupitia chakula iliingia kupitia Adam kula tunda. Kwa hiyo tunda lilo kula, kupitia, kupitia tunda lilokula dhambi kwa imeingia Unaweza kuona kwamba chakula kina nguvu kwa namna gani? Ndio maana hata shetani alivyotaka kumwangusha Adamu kwenye dhambi hakutumia uzinzi, hakutumia uongo, hakutumia sijui, hakutumia sijui kuabudu sanamu, alichotumia kilikuwa ni chakula, lilikuwa ni tunda. Na ndio maana hapa nazungumza leo kwamba kuna watu wanakula vyakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ta... Sio ndoto zote za chakula ambazo unakuwa unaota zinakuwa na maana mbaya, kwa sababu kila mtu unajua, Kristo wengi wamezoea ni watu sana wa kuvunja, mtu akiamka anavunja, mtu akiamka anaharibu, mtu akiamka anabomoa, akiota tu kidogo anafukuzwa na nyoka, ameamka, anabomoa anabomoa anabomoa, anavunja anafanya nini? Lakini sio hivyo, sio kila ndoto zote unazoota una unazoota una, una, una unakula ni, ni zamana mbaya, hapana. Kuna nyingine unazoona unaweza kwa unaota Mungu anakuambia sasa, huu ni muda wewe oh, unachoona unatakiwa ujifunze sana nini neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu katika Biblia inafananishwa na nini na chakula. Ukisoma katika Yohana Yohana mtakatifu sura ya 6 Yohana mtakatifu sura ya 6 kule mstari wa 48, Biblia nasema kwamba Biblia nasema kwamba a ah, mimi ndimi chakula cha uzima unaona, Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Yesu anasema mimi ndimi chakula cha uzima na Yesu ni nani? Yesu ni neno la Mungu. Yesu ni neno. Kupitia huyo vitu, vitu, vitu vyote vifanyika kupitia huyo. Lakini pasipo huyo hakuna kitu chochote kilichofanyika. Kwa hiyo chakula ni neno la Mungu. Kwa muda mwingine unaweza ukawa unaota unakula Mungu na Mungu anakuambia kwa mazingira yaliyo kama mtoto wangu, unajitahidi kufanya nini? Kujifunza neno la Mungu kwa umakini zaidi. Kama tulivyosema madhara ya kutokula chakula ni uvime. Sasa ndoto kubwa ya tano ya mwisho ambayo inawasumbua watu ni kuota wanyama mbalimbali katika ndoto, hasa unafukuzwa na wanyama wa namna hiyo. Kuna watu wamekuwa wakiota wanafukuzwa na wanyama wa namna nyingi nyingi sana katika ndoto zao. Kuna mtu anaweza akawa amekaa hivi akaota anafukuzwa na mbwa. Kuna mtu anaweza akawa amekaa hivi, amelala anaota anafukuzwa na nyoka. Kuna mtu anaweza akawa amelala na ameota anafukuzwa na simba. Kuna mtu anaweza akawa amelala anaota anafukuzwa na kitu chochote cha ajabu. Hiyo ni mnyama, ni mfumo wa mnyama. Sasa kuna watu wengi wanaota sana anafukuzwa na nyoka na ubaya huyo nyoka nayo afukuzwa na anakuwa anaongea. Kuna mwingine anakuambia mtumishi wa Mungu nimeota anafukuzwa na nyoka, lakini yule nyoka nilivyokuwa nikigeuka nyuma anaongea. Ninashangaa ni nyoka gani ambaye anaongea. <laughs> Bwana Yesu so, asifiwe sana. Kuna siku nitakuja kufundisha kanuni za maumbo ya kiroho. Kwamba roho, kanuni moja kati ya kanuni kubwa ya roho, roho inaweza kachukua umbo la kitu chochote kile. Roho inaweza kachukua umbo la, la, la, la laptop hii roho inaweza kachukua umbo la daftari hii. Roro inaweza kachukua umbo la kitu chochote, na bibinahonaosema ina, ina kwamba naye huwafanya malaika zake kuwa kama upepo na watumishi wake kuwa kama mwali wa moto. Unaona, Mungu anaweza katika ulimwengu wa watumishi wake kuwa kama mwali wa moto na kuwa kama nini, kama upepo. Kwa hiyo roho kujibadilisha maumbo, hiyo ni sifa kubwa ya roho. Sasa, mchawi kama mchawi anapokuja katika ndoto anaweza ka, anajua kabisa mimi nikija hivi nilivyo, inawezekana ni mdogo wako, inawezekana ni mjomba wako. Anajua kabisa mimi hivi nikija kama hivi nilivyo, nikija kama mdogo au nikija kama mjomba, nitajulikana. Kwa hiyo anachokifanya, anachukua umbo ambalo yeye ukimwangalia huwezi ukamwona, huwezi ukamwona yeye, utamwona nyoka. Na unaweza kukuta unakimbizwa na nyoka, lakini nyoka anaongea. Unajua ah huyu ndo ni, mbona leo ni mtu anakimbizwa na nyoka na nyoka anaongea? Nyoka anaweza kuongea. Ah, ni yule mjomba, ni yule shangazi ni yule ba mkubwa anakufuatilia katika ulimwengu wa roho, lakini anajua akija kama ba mkubwa akija kama mjomba utamgundua. Kwa hiyo anachokifanya kwa anachukua umbo la kitu chochote kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuota unafukuzwa na nyoka ina maana gani? Inamaanisha kuna uf, ufalme fulani wa kimashetani au wa kimajini ambao unakufuatilia. Ufalme wa majini au wa mashetani unakufuatilia. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo ile sura ya kumi na mbili. Ufunuo sura ya 12 kitabu cha mwisho cha Biblia. Biblia inasema kwamba na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi alimuzi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume ule. Biblia inazungumzia kwamba na joka, kwamba joka, inazungumzia kwamba ni, kwamba ni shetani, kwamba ni mapepo na mashaitani. Bwana Yesu asifiwe sana.